Mganga. Tumbo. Tumbo linaniuma. Mm. Naomba niende uwani. Kiringeni ibada. Mm. Okay, ukiwa kiringeni. Aulo sivi kutoka. Mbaka ibada ishe. Eh. Mm. Naona pale. Mm. Mm. Yule ndio mchawi niliyosema yuko miongoni mwetu hapa msala. Mm. Mbona mimi sioni chochote? yuko wapi? Wee, huwezi kuona chochote kwa sababu wewe umelogwa au una macho matatu? una macho mawili tu. Mm. Mm. Yule ni Mama Kipesa na ndio aliyotaka kukukula supu na ndio kuroga Mama Kipesa. Yani yeye ndio anaye mloga mume wake, afu mimi ndo ninalaumiwa. Wanawake wengine ni washenzi kabisa eh? Umesikia mwanangu, mke wake mwenye ndio anaye mchezea mchezo eh? Mkiwaga mnaoa mwege, mnaangalia familia zingine za kuoa. Hebu angalia sasa so. Sawa, ina maana mganga ameenda kinyume na vile ambavyo tumemwambia afanye. Yaani mganga kanjua kuntindilisha wami, mkojo si mkojo, mavi si mavi Haa. Yaani hapa ninavyokuambia, moyo wote unaenda pa pa pa, sijapata kutulia. Kwa hiyo mganga ameenda kinyume na sisi, wakati nimemsikilizisha mpaka simu naye amekubali na, na kuniahidi kwamba atafanya kama jinsi ambavyo sisi tunataka. Sio, kasema kila kitu mambo yameenda safi kabisa, yaani safi. Lakini mwanzoni huko, ah. picha linaanza sasa, tunafika pale anasema, "Oh, huyu bwana amerogwa tena, amerogwa na wachawi, anataka eh, kunyweka supu kibaya zaidi, mbaya wake mmoja hapo, yuko hapa katikati yetu. Wewe kusikia hivyo moyo pa, pa, pa. Baadaye <gibu> sasa ndo anasema oh, tizama pale mimi tena. Oh, ni mama Kipesa. Oh, ndo kupumua kana tu wa mzigo vile yani <gibu> yani mkuu, bwana hapo alikuwa anawazungusha wale, ili wasijue sisi mpango wetu Unafikiria kama singefanya hivyo ingekuwaje? Mganga ana akili nyingi sana, ndio maana akatumia hiyo njia. Halafu mkuu, wewe ushaniambia kwamba mimi niache uoga, wachawi hataki kuwa waoga. Sasa wewe unavyoogopa, mimi unanifundisha kitu gani? Eh? wewe unasemaje wewe tena? Kama ingekuwa wewe na una mkoja na mavi ungekunya pale pale eh, mwanangu. Mwanangumie ajue kwamba mimi mchawi. Ah, wewe <laughs> yote tisa sasa Eti anasema tanasema oh, baba kipesa kuanzia kesho aje kuchukua dawa tena aje na elfu hamsini mimi tena kujifanya msamaria mwema o oh, mie iyo elfu hamsini nitaitoa ha. mie ka yani angejua rohoni mwangu navyomchukia na nakwambia hivi usiku wa leo kabla ya, ya kesho kabla kesho haijafika usiku wa leo lazima anyweke supu yule lazima anyweke supu iwe isiwe. Yani habari ya yake kwisha, ndio basa. Nimekuelewa, nimekwelewa, nitafanya hivyo. Haya, nijo. Ndo kama unavyoona mlango umefungwa tena na kufuli. Tumejisahau kumwambia shangazi tupatie funguo. Lakini mbona nakuona na simu? Na ninavyojua mimi simu umepoteza, na kama uliiona, kwa nini hakuniambia? Ni kweli simu yangu ilipotea, lakini kwa bahati nzuri niliweza kuipata kimungumungu tu. Mi nafikiri tuachane na maswala ya simu kwanza, tutazungumzia siku nyingine, Kizibu. Mimi nimepata wazo. Unaona vipi kama tukiondoka tukarudi nyumbani? Kuondoka? Mbona imekuwa ghafla hivi, kwani kuna tatizo? Hakuna tatizo. Unajua Kizibo, sisi tulikuja hapa kwa lengo la kukaa siku moja, ili kesho yake tuendelee na safari yetu, lakini kwa matatizo alionikuta yametuweka tumekaa muda mrefu. Mimi nimekaa nimefikiria na kumwangalia huyu mama anaishi peke yake, halafu pia hatujui uchumi wake anapataje kipato. Matatizo ndo kama hivi yamekuwa makubwa, tumeenda kwa mtaalamu, inahitajika pesa na pesa yote inabidi atoe yeye. Matatizo ambayo amenisababishia mke wangu wa zamani, Mama Kipesa, yanamwingiza kwenye matatizo shangazi yako wewe. Unaona ni sahihi? Mimi nafikiri uh, tulikofikia ni bora tu tuondoke ili hata kama akinikuta mazito zaidi yanikutie nyumbani. Wachawi hawana dogo, wanaweza akanifanyia lolote baya hapa, nikapata matatizo makubwa, mwisho wa siku shangazi yako akaingia kwenye matatizo. Ndio maana nakushauri tubebe mizigo yetu tuondoke, tuondoke. Nijo unasemaje? Tuondoke leo na wakati kabisa mganga amesema kesho, na wakati unajua kabisa mganga amesema kesho tufate hizo dawa. Na kama kuhusu hiyo elfu hamsini shangazi amesema yuko tayari atalipia Kiziba naomba unielewe vizuri. Kama ni masuala ya dawa, Mimi naenda kutibiwa mbele ya safari. Elfu hamsini hiyo ndo sitaki kuisikia kwa sababu anatoa elfu hamsini kwa shida gani kwa tatizo gani alilofanya yeye? Matatizo amefanya mke wangu alafu atoe elfu hamsini. Mimi hicho kitu ndo kinaniuma. Kwa hiyo basi, Naomba chonde chonde tuondoke turudi nyumbani. Kwa sababu kiukweli mimi nimechoka sana kukaa hapa yani. Sawa. Mimi nimekuelewa basi, tumsubirisha ngazi arudi atupatie tupatie hizo funguo ili tuweze kuchukua mizigo yetu ndani tuweze kuianza hiyo safari. Mwanangu nimewaweka, samahani ni jamani, nimechoka sindo, nimekumbuka hata sikuwapa funguo. Shika ah, sasa ngoja mimi ni wahi maana kule kwenye kikoba mimi ndo katibu hapa, nimetoka hai hai niwaletee funguo sawa. Haya jamani, kwa Shangazi, kabla hujaondoka, kuna jambo naomba tuzungumze. Ah, shangazi, kama unavyojua, tumekuja hapa nyumbani kwako tumefikia, na tuna safari tunaendelea nayo, na sisi tulikuwa tumepanga tukae kwa siku moja, lakini kutokana na matatizo ambayo yalitukumba imetubidi tukae siku kadhaa. Kwa sasa tunaomba tuondoke ili kuendelea na safari yetu. Wewe mbona unajiinamia inamia chini? Nipe vitu nilivyokuagiza. Nisamehe, vile vitu nilikuwa nimeviweka ndani, lakini cha ajabu, naenda kuviangalia nakuta havipo, sijui hata nani amevichukua. Naomba unisamehe mkuu wangu. Mnaondoka mbona haraka hivi jamani ha? Au kuna kitu nitakuwa nimewakwaza, nimewakosea? Wanangu, mbona mnaondoka kama wakimbizi? Shida nini? Hujatukosea chochote shangazi. Tumeamua kuondoka kwa sababu safari yetu haijafika mwisho, inabidi tuondoke ili kumalizia safari yetu. Kile tulichokuja kufata hatujakifanikisha, kwa hiyo usijisikie vibaya kaisi labda umetukosea. Hujatukwaza au kutukosea sehemu yoyote, kuwa tuna amani shangazi. Aya mwanangu, kama mmeamua kuondoka sasa hivi, basi hamna shida. Si nikawakatalia mkasema, shangazi yo tugomi lakini pia niwatakie kila laheri, mfike salama, ila mtakapofika huko msikose kunijulisha kuni. Ah, alafu kingine, ndugu yako hyo ya? Mwambie mkishatoka kabla mimi sijarudi, kama mkiondoka kabla mimi sijarudi hakikisha huo mlango mmeurudishia, alafu funguo mweke hapo kwenye hilo tofali hapo sawa? Sawa shangazi, mm. Kwaheri. Sawa shangazi, ngoja mimi nifanyefanya haraka tuondoke wazi. Aaa. Unasemaje wewe? Hivi unajisikia kitu unachokiongea kweli? Eh? Eti vitu vile vimepotea unataka kuniletea bali zako zile zile na za upepo cha upepo. Nilimpa unyayo akaja kuniambia kama wewe unavyoniambia, na wewe sasa hivi unaniambia vimepotea. Nimekupa nywele, nimekupa uzi, afu nimekuamini sana, we mtoto, sasa hivi unakuja kuniambia zimepotea. Afu wewe una utani wewe? Nipe vitu vyangu bwana. Naomba nisamee, mkuu. Nilikuwa nimeviweka ndani, lakini havipo. Naomba nisamee Sijui hata nani amevichukua. Nisikilize nikwambie, na hesabu moja mpaka tatu, naponyosha huu mkono, viwe hapa. Nipe vitu vyangu. Moja, mbili, tatu. Nipe vitu vyangu. Hivyo vilivyopotea ni vitu vyako wewe. Nipe vitu vyangu, fanya haraka. Hauna eh? Sasa nisikilize Unaona lile jua? Tizama lile jua. Lile jua kabla lijatua nataka vitu vyangu. Naenda nyumbani. Niletee vitu vyangu. Pumbavu ya. Kulikoni? safari ya wapi na hayo mabegi shangazi? Kama tulivyokuambia kuwa tunahitaji kuondoka na hivi unavyoyaona haya mabegi tayari, safari imeshaanza. Safari imeanza? Nyie mmeonana na mimi wapi, muda gani, tumeagana saa ngapi? Maana mara ya mwisho tumeachana kwa mganga. Baada ya hapo kuna mahali nimepitia, na ndo narudi sasa. Shangazi, kuna kitu labda utakuwa umesahau. Umekuja hadi nyumbani, umetukabidhi funguo na kuondoka kwenda kwenye kikoba. Nimekupa taarifa kwamba tunaondoka na ukawa umetoa baraka zako zote, na hapo napo tuona na ndo tunaondoka na nafikiri tumefanya muda huu kwa sababu kidogo jua limepungua, sio kali sana, ili tuna tukatafuta usafiri kwa ajili ya kuendelea na safari yetu. Kweli, wachawi watu wabaya sana. Baba Kipesa umerogwa, yaani umerogeka. Umerogwa umerogeka wewe unaona? Na mimi saa ngapi tumeagana saa ngapi eh? eti nyie na funguo nimewapa saa ngapi? Hata wewe mwanangu Kizibo na wao wamekuchezea akili. Shangazi hebu kuwa serious basi. Umetukuta tumekaa nyumbani, ukatukabidhi funguo na ukasema kuwa una haraka unahitaji kuwahi kwenye kikoba maana wewe ndo katibu wao. Na sisi tumefanya kama ulivyotuelekeza, tumechukua mabigi yetu ndani na funguo tumeiweka pale pale ulipotuelekeza, na mlango tumeusindika kama ulivyosema. Bila shaka nyii mmevunja mlango wangu ili mtoroke. Mimi funguo ninayo moja tu na iko hapa. Aya ha, mi nimeonana na nyii sangapi eh? Nisikilizeni kwa makini hii e, safari mkiilazimisha siku ya leo, hamfiki mtarudi tu. Mmenielewa nyie? Nimeona jua kabla yenu. Nyinyi, mimi ni shangazi yako, nimewafadhili vizuri, leo mnaondoka kama wakimbizi eh? Nyie, ina maana nisinge kutana na nyinyi hapa? Waone kwanza, ebu turudini nyumbani. Nijo, nakuomba turudi nyumbani, rafiki yangu, kwa sababu hata pale njiani hatujamalizana kabisa na shangazi. Inakuwa sio jambo la busara kuondoka ni mji wa mtu ambaye ametustiri gafa gafagafa kiasi hiki. Kitu kingine, nahisi kabisa yule ambaye ametupatia funguo pale nyumbani huenda asiwe shangazi kweli. Nahisi kabisa atakuwa mama Kipesa sababu Niji, wewe unajua wachawi wana tabia kujibadilisha maumbo. Kwa hiyo nakuomba turudi. Kizibo, tumesha ongea tumeelewana tunaondoka kurudi nyumbani sasa. habari gani unazo niletea tena, au maneno ya shangazi yako yamekuchanganya? Nisikilize, nimeshaamua naondoka, kwenda nyumbani, hata kama nitiba nikamalizia nyumbani sasa Haya mambo ya kusema tena tusiende, unamaanisha kitu gani? Mimi naondoka naenda nyumbani. Kama unabaki wewe, baki. Nijo asisikia la mkuu, siku zote uvunjika guu. Uenda hii safari isiwe na amani kwetu. Nakuomba turudi, sio jambo la busara kuondoka kwa mwenyeji hivi. Nisikilize kwa makini Kizibo, yule ni shangazi yako. Hata ukibaki sawa, kwa sababu ni shangazi yako. Mimi nimeshaamua na maamuzi yangu siwezi kuyabadilisha. Naondoka kwenda nyumbani. Kama unabaki, baki baki. Mimi naondoka.